Uh, yes, habari wawekezaji, kwa siku ya leo, siku ya Alhamisi nimekuletea game tano ambazo zinaendelea kwa siku ya leo. Kwanza game ya kwanza itakuwa ni kati ya Leganes akimkaribisha Girona. Yes, ukijaribu kuangalia katika mechi ambazo wamekutana au wamekutana zaidi ya mara kumi na tatu ambapo Leganes ameshinda mara moja, wametoka draw mara tano na Girona kapata ushindi katika game saba. Ukijaribu kuangalia katika game tano za mwisho za Leganes ni kwamba yeye kashinda hajashinda mechi yote, katoka draw katika game mbili, kapoteza game tatu. Yesu kijabu kuangalia katika game tano za mwisho za Leganes ni kwamba hajapata ushindi katika game tano, ametoka draw katika game mbili, amepoteza game tatu, na pia ukija kwa upande wa Girona ni kwamba naye pia hajapata ushindi katika game tano za mwisho, ametoka draw katika game moja naye pia kapoteza mara nne. Kwa hiyo kwa siku ya leo kijabu kuangalia game itakuwa ngumu kidogo, hii ni kutokana kwamba watu wote hao wapo mwishoni mwa msimamo. Ah, kwa game ya leo ya Leganes na Girona hapa naweza nikakwambia kwamba uende na option moja kwamba Girona kushinda au kutoka draw. Yes, naamini hapa itaenda vizuri kwamba Girona ashinde au atoke draw. Kwa sababu ukiangalia katika head to head ni kwamba Girona ameshinda zaidi ya mara saba lakini Leganes kapata ushindi mara moja na draw mara tano. Ukija game ya pili itakuwa ni kati ya Osasuna anamkaribisha Sevilla. Yes, ukijaribu kuangalia katika head to head ni kwamba Osasuna kapata ushindi mara tano wametoka draw mara sita na Sevilla kashinda zaidi ya mara kumi na moja. Lakini ukijaribu kuangalia katika game tano za mwisho za Osasuna ni kwamba yeye kashinda game mbili, katoka draw katika game mbili na katoka draw mechi moja tu. Pia ukija kwa Sevilla katika game tano za mwisho ajapata ushindi wowote amedraw mara moja na amepoteza game nne. Hizi yes. Hapa ni game tano za mwisho, kwamba Sevilla hajapata ushindi game yoyote, amedraw mara moja na akapoteza game nne, kushinda au atoke draw option ya pili unaweza kusema Osasuna atoke na over 0.5 goals. Yes, ukija gemu ya tatu itakuwa ni kati ya Atletico Madridi anamkaribisha Rayo Vallecano. Hii zote ni za Hispania, ukijaribu kuangalia katika head to head ambazo wamekutana ni kwamba Atletico Madrid kashinda katika gemu 16, wametoka draw katika gemu 4 na pia Rayo Vallecano ameweza kumfunga Atletico Madridi katika gemu moja tu. Ukijaribu kuangalia katika game tano za mwisho za Atletico Madrid ni kwamba Atletico Madrid kashinda game mbili, ametoka draw mara moja, amepoteza mara mbili. Na game ya mwisho ya Atletico Madrid na isi mnaikumbuka alipigwa goli moja kwa sifuri zidi ya Las Palmas dakika za mwisho kabisa. Ukihamia kwa Rayo Vallecano yeye katika game tano za mwisho kashinda game moja, ametoka draw game mbili, amepoteza mara mbili. Yes, kwa siku ya leo tukujaribu kuangalia edit wed ambazo wamekutana kati ya Atletico Madrid na Rayo Vallecano, ukiangalia hapo nakuta kwamba Atletico Madrid kashinda mara kumi na sita na Rayo Vallecano kashinda ka mara moja. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kwa wale ambao wana tamaa kusema amba, unaweza kusema Atletico Madrid ashinde au atoke draw game, game tano wa wametoka draw mara tisa, na PSV kapata ushindi kwenye game 16. Yes, ukiangalia edit to ni kwamba Twente kapata ushindi kwenye game tano wame draw mara tisa na PSV ameshinda mara kumi na sita. Ya yani, ukijaribu kuangalia katika game zao tano za mwisho ni kwamba kichapo tu kinazaga magoli mawili na kupanda juu. Ukijaribu kuangalia katika game tano za mwisho za FC Twente ni kwamba yeye kapata ushindi kwenye game moja, ametoka draw mara mbili, amepoteza mara mbili lakini ukija kwa PSV Eindhoven ni kwamba naye pia kashinda mara tatu, amedro mara moja, amepoteza mara moja. Na hisi mnaikumbuka ile game alipoteza zidi ya Ajax kwa palipiko goli mbili kwa sifuri. Kwa hiyo kwa siku ya leo option ambayo ipo naweza kusema kwamba PSV ashinde au atoke draw, lakini kwa wale wenye tamaa naweza kusema PSV kupata ushindi mazima, na option nyingine ambayo iliyopo hapo naweza kusema magoli afike mawili. Yes tukija game nyingine, game ya tano ambayo itakuwa ni game ya mwisho itakuwa ni kati ya AZ Alkamari anamkaribisha Breda Yesu. Ukijaribu kuangalia AZ Alkamari na Breda hapa, wamekutana zaidi ya mara kumi na sita kwenye game kumi na sita ambazo wamekutana, AZ Alkamari kashinda kwenye game nane, wametoka draw mara tatu, na Breda kapata ushindi kwenye game tano na pia kujaribu kuangalia katika game tano, game tano za mwisho wote hawajafanya vizuri kabisa, ambapo Ezeal Kamali ukiangalia katika game tano za mwisho hajapata ushindi wowote, amedraw mara tatu, amepoteza mara mbili. Na pia kujaribu kuangalia kwa Breda katika game tano za mwisho, yeye ka draw mara nne, amepoteza mara moja, hajashinda katika game yoyote. Kwa hiyo kwa siku ya leo kwenye game ya Ezeal Kamali zidi ya Breda, hapa mimi naweza kukwambia kwamba uende na kwamba hivi Ezia Kamali over 0.5 manake, maanaake Ezia Kamali apate goli moja. Asanteni sana. Kama uja subscribe chaneli yangu ya, usahau kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa pale nitakapokuwa naweka mkeka. Tuendelee kuwa pamoja.